Njombe imetajwa kuongoza kwa kuwa na asilimia 32 ya wanawake wanaojifungua kwa upasuaji, Dar es Salaam asilimia 26, na mkoa wa Iringa asilimia 24. Hali hiyo ni kinyume na mwongozo wa shirika la afya duniani WHO linalopendekeza wastani wa wanaojifungua kwa upasuaji uwe chini ya asilimia 12 mpaka 15 katika eneo husika. Lakini nini sababu ya wanawake kupendelea upasuaji? Ni ule mtazamo wao, mara nyingi nafikiri ni kushauriana, sijui wanaambizana, lakini kiufupi, wanapenda wenyewe sasa hivi kufanyiwa operation. Zamani sisi tulikuwa tunajifungua kwa kawaida, itokee tu emergency, labda mtu ana matatizo, unaweza kweli ukafanyiwa operation, lakini sasa hivi ni asilimia kubwa, uwe na matatizo, siwe na matatizo yaani imeshajitokeza ni hivyo, watu wanaamua kujifungua na wengino, wengine wanakuambia wanaogopa uchungu, wengine wanasababishwa na matatizo, unakuwa na matatizo ya uzazi kulingana na mtoto amekaa vibaya nini, ndio maana anafanyiwa operation. Ila hata kama mimi mwenyewe binafsi nishawahi kutokiwa hali kama hiyo, nikafanyia operation kwa mtoto amekaa vibaya, changamoto ya watu wengi kufanyiwa operation wengi wao ni kama vile wanataka wenyewe. Mkoa wa Dar es Salaam ni kati ya mikoa kinara, sababu ni nini? Uh, upasuaji umeongezeka, lakini pia kwa sababu ya um, tumeongeza jinsi ya kutambua changamoto mbalimbali mbali ambazo uh, zinatokana zina na, na, na afya ya uzazi. Uh, sababu nyingine pia ni kwa wale ambao unakuta uh, wameshindwa kuhudhuria kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma au kwenye kliniki na kuweza kuwapanga au kuwafanyia huduma mapema. Kwa mfano, kama mama pengine angekuwa amefika mapema na alitakiwa pengine kufanywa kuzalishwa kwa njia nyingine. Hapa madaktari wakaeleza njia salama zaidi ya kujifungua, wakisisitiza zaidi wanawake kufuata ushauri wa daktari na kuhudhuria klinik ili kujua hali zao mapema. Njia ya jakuzi ni ambayo mama anajifungulia akiwa kwenye beseni lenye maji ambayo inamsaidia kupunguza ule makali ya uchungu na inasaidia pia uchungu wake uende uende salama. Kwa hiyo hiyo, haimaanishi kwamba njia ilikuwa inatumika sio salama zaidi, lakini hapa inarahisia ina zaidi na inafanya mama ajisikie huru zaidi. Chama cha madaktari kinawaasa madaktari wote nchini Tanzania wanaotoa huduma za upasuaji na huduma za uzazi salama wawasaidie wanawake kufanya maamuzi salama, ili wanapokuwa wakichagua njia ya upasuaji wafanye uamuzi baada ya kuelewa. Pamoja na kwamba tunapaswa kuwapa wagonjwa haki zao, lakini hizo haki zao lazima zipatikane wakiwa wameshapata taarifa za kutosha juu ya kile wanachokichagua. Dr. Hamadi Nyembea ni mkurugenzi wa huduma za tiba wa Wizara ya Afya. Anasema hakuna sababu ya msingi ya mikoa hiyo kuwa kinara, akibainisha kuwa njia salama ya kujifungua ni ya kawaida na si upasuaji. Kuna watu wanaamini kwamba kujifungua kwa njia ya upasuaji ni ni, ni ni salama zaidi na ni rahisi zaidi, kitu ambacho kimsingi si si imani ambayo iko sahihi. Utaalamu unaonyesha kwamba njia salama ni kujifungua kwa njia ya kawaida. Wanawake kufanyia upasuaji bila ulazima wowote kunatajwa kuwa miongoni mwa changamoto za kitaalamu zilizopo katika huduma za uzazi na inatokea wananchi wakiwa hawana uelewa. Tumie Omari, Azam News.